Asalamu as alaykum wa rahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wa Kishki TV, ni siku nyingine tena mwendelezo wa challenge katika kipindi chako hiki cha Ramadhani Quiz. Na leo Ramadhani Quiz ipo nje kabisa hapa ya Masjid Jamia Nuru Yaqin uliopo hapa Temeke Mwembe Yanga, msikiti wa kisasa ambao unamilikiwa na Alhikma Foundation. Nje yake ndiyo kuna challenge ya leo katika Ramadhani Quiz. swali so, langu leo linasema hivi, naomba yule ambaye nitakutana naye anitajia mambo matatu ambayo mambo matatu ambayo Waislamu tunatakiwa tuyakithirishe sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani Quiz tutaenda katika, tumekubamba na robo karne. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Mzee wangu, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nani Suleiman. Suleiman umefunga? Naam. Mimi nakuuliza swali, ukipata nakupa zawadi sawa? Haya. Naomba nitajie mambo matatu ambayo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Waislamu tutakiwa tuyafanye sana. Kusoma Qur'ani, kusali tarawih na kutoa sadaka. Takbir. Allahu Akbar. Mashaallah, mzee wetu ameupiga mwingi sana kama ambavyo tunasema, mtu akipata tunampa zawadi yake picha moja kumbukumbu na mshindi wangu ndugu zangu, salamu alaykum wa rahmatullah wabarakatu. Hali yako bana? Mzima. Mimi naitwa Thomas kutoka Kishki TV, unaitwa nani ndugu yangu? Abdu. Abdu, mimi nakuuliza swali, ukipata na kupa zawadi sawa? Wao umefunga? Naomba nitajie mambo matatu ambayo mfungaji au muislamu anatakiwa ayafanye sana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayafanye sana. Kipua ibada. ramadhaniayabad Sitaki ya kuepukwa, mimi nataka kuyafanya. Kuyafanya. Eh. Hey. Ibada kufunga na kufunga sana. Pia. Nyingine. Nah, nyingine. Sababu ya ibada, kuswali si kufunga zote ni ibada hizo. Hmm. Ibada kufunga. Kufunga pia ni ibada. Kufunga ibada. Hey. Da, wewe. Ona ni hayo tu. Mzima. Mzima. Unaitwa nani? Ashraf. Ashraf. Ashraf kuuliza swali umefunga? Eh. Naomba nitajie mambo matatu ambayo Muislamu anatakiwa yafanye sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kufunga, kuswali na kusoma Qur'an. Fanyaje? Kusoma Qur'an. Haya, takbir. Allahu Akbar. Takupa zawadi. Salamu, umefunga? Umefunga, shehe. Ah, mimi nakuuliza swali. Ukipata, nakupa zawadi. Naomba nitajie mambo matatu ambayo Muislamu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani anatakiwa ayafanye sana. Cha kwanza ibada. Wengine, ah, wengine nimesahau sheikh, eh? Nimesahau. Sahau. Eh. Haya. Kusoma sana Qur'ani, kutoa sadaka, kuomba sana msamaha. Mshanifahamu? kuzidisha wema kwa wazazi wetu swala za jamaa zipatikane kwa kwa wakati, swala za sunna hizi kablia baadia, tahajjud usiku. Sawa, mambo mengi na eh, kutosha hizo. Asante sana. Haya, Assalamu alaykum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi barakatuh. Wa barakatuh. Unatoa nani mzee wangu? Daudi Ameri. Daudi Amiri, mananasi unauzaje? Mananasi mimi mimi si muuzaji, nimekaa tu hapa. Ulivokaa kama mananasi unauza wewe kidogo. Vipi somo mzee? Ni nzuri tu somo. Somo unajua kali inasemaje? Mimi nakuuliza swali mzee Amir, sio? Ukipata nakupa zawadi. Katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, naomba unitajie mambo matatu ambayo waislamu takiwa tuyafanye sana. Kwanza kusoma kusoma Qur'ani sana. Kwanza. Pili, kuswali sana, swala tano. Swala tano hizi zikawaida zipo tu siku zote mtu swali tano. Kutoa sadaka. Sawa, ya pili naomba wa... nitajie na mambo matatu ambayo Muislamu katika mwezi mtukufu Ramadhani anatakiwa ayafanye kwa wingi sana, azidishe. Ya kwanza kusoma Qur'ani. Pili kuswali. Swali swala gani? Kuswali swala za sunna ikiwemo swala tarawih. Mwenyezi Mungu msamaha basi. Asante sana umepata, bwana hiyo hiyo hiyo, imo hiyo. Shukrani. Haya. Unakupa zawadi yako bwana, hiyo. Haya. Unafungulia hiyo. Neno lako Waislamu, unaambia kuhusu umuhimu wa kujifunza mambo yao ya dini? Unawaambia nini Waislamu kuhusu kujifunza mambo yao ya dini? Waislamu kwenye kujifunza mambo ya wa dini wanatakiwa sana sana wajikite kwenye swala hilo la kujifunza mambo ya dini, kwanza watakuwa wanaijua dini yao lakini pia kama haitoshi watakuwa wanamjua Mungu wao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watakuwa wanafahamu kwamba ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu na mambo mengi yanayohusiana nausia ya na Uislamu wao watakuwa wanayajua kwa sababu ya kujifunza masala ya dini. Ramadhani Quiz siku leo haina tena la ziada. Asante kwa wote ambao walikuwa nami. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Mwisho wa Ramadhani Quiz ndio mwanzo wa, tumekubamba na robo karne tumekubamba. Alhikma Foundation unaijua? Naijua. Mwaka huu wanafanya mashindano makubwa ya Qur'an ya mabara yote ulimwenguni. Naomba yeah, uniambie mashindano yanafanyika tarehe ngapi mwezi wa ngapi? Mashindano yanafanyika tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tarehe, Tarehe ngapi? Tarehe 16. Unapiga mwingi sana ma naomba waite watu watatu wasikose kwa Mkapa tarehe kumi na 6 mwezi wa tatu. Kwanza namkaribisha mke wangu akaangalia mashindano ya Qur'ani. Pima rafiki zangu wote na Waislamu wote wazuri siku ya tarehe 16 siku ya Jumapili watatu seme kama shimiji zangu wazuri kwa Mkapa hapo. tumekubamba na robo kero. Elfu mbili na ishirini na tano. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hali yako salama. Taasisi ya Hikma Foundation mwaka huu inafa inaandaa mashindano makubwa mabara yote ulimwenguni pale katika uwanja wa Mkapa. Sawa, naomba unitajie nchi nne za Afrika ambazo zitashiriki mashindano hayo, ukiacha Tanzania. Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Takbir! <laughs> Haya, tunampa zawadi yake, ana t-shirt ya hapa inshallah. Zawadi yako ya Nina kuuliza swali Al-Hikma Foundation mwaka huu inafanya mashindano makubwa mabara yote ulimwenguni nafanyika uwanja gani? Nafanyika Uwanja wa Taifa, Benjamin Mkapa. Nafanyika tarehe ngapi mwezi wa ngapi? 16 mwezi wa 3 2025. Siku Siku gani hiyo? Ya Jumapili. Allahu Akbar. Mwingi sana. Tunakupa zawadi yako ya naomba waite watu watatu wasikose kwa Mkapa tarehe 16 mwezi wa 3. Ah, kwanza kabisa mimi na mke wangu tutakuwa pamoja, kwa maana mtu wa kwanza mke wangu katika katika mashindano hayo, lakini mtu wa pili nipende kumwalika pia kaka yangu ambaye anapatikana Mbezi, anaitwa pia jina langu Saidi Jumanne, lakini pia mtu wa tatu nipende kumwalika pia kaka yangu pia anaitwa Omari Jumanne, pia namwalika katika mashindano hayo, kwa tunapatikana katika Dar es Salaam hii. Asante na shukrani, picha moja kumbukumbu na mshindi wangu, tunapatikana katika Dar es Salaam hii, picha moja kumbukumbu na mshindi wangu. Tamati ya tumekubamba na robo karne. Asante sana kwa wote ambao walikuwa nasi, kikubwa ni kwambie tarehe 16 mwezi wa tatu mwaka huu 2025 tusikose pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi ni mwana wa mali mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu